Kwa majina naitwa Geoffrey Braison Mwakipesile ni, ni, e, ni dereva e. Tanzania ni nchi yangu na udereva ndo kazi yangu e. katika grupu letu la Tanganyika kuna mada imetendea sana inayohusiana na tunataka kiongozi wa namna gani, lakini mimi nafikiri e, swala la kiongozi ni swala la mtambuka E, kwa maana anaweza kaa kiongozi mzuri lakini sehemu alipo pakawa ni pabaya, basi naye anageuka automatic kanakuwa ni mbaya ama e, kiongozi akawa ni mbaya lakini sehemu alipo na kutokana na wajumbe atakao kuungana nao e, akafanya jambo ambalo litakuwa e, zuri zaidi. Lakini mimi niseme kuna viongozi pia ni masenale. Ninapozungumzia jina la masenale, ni lugha ya kamsi ambayo e, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anaitumia. E, katika makundi fulani fulani ya uhasi ambayo alikuwa ni ya jeshi, kwa maana pale nchini Angola, alikuwa na tafsiri kubwa sana, lakini tafsiri mara nyingi kama huwa haieleweki hivi. Lakini nataka niseme mercenary, e, tafsiri yake ni kwamba ni askari wa vita ambaye anaweza akapigana upande wowote bila kuwa na sababu. Lakini sababu yake ni nini? Ni pesa. Tunapozungumzia swala la kiongozi ni kweli tunataka kiongozi wa namna gani? Lakini kiongozi huyu je, tumetengeneza mazingira ya kumkava ama ya kumzunguka huyu kiongozi ili asiingie na tamaa ama shauku ama mawazo mengine mbadala na yale ambayo mlikuwa nayo mwanzo. Unaweza ukawa na kiongozi mzuri nam, lakini yeye mwenyewe ni mzuri, lakini aliyozungukwa nao wakawa tofauti, atamtoa maana ile halisi aliyokuwa nayo akawa ni mbaya, lakini wale waliomzunguka wakawa ni wazuri, basi watambadilisha pia kuchukua tafsiri ya wale ambao walikuwa wazuri. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuzungumza hii eh, eneo la uongozi, nafikiri pia natafsika katika sehemu tatu. Viongozi wapo sehemu tatu, na katika aa, makundi matatu mara nyingi huwa yakubaliani, na kama atakubaliana huwa anaungana na makundi mawili, na kundi lingine kabisa linakuwa peke yake. Nitaanza na kundi la mfano, kundi la mfano wa kwanza linakuwa ni kundi la kutoka maslahi yaani, wao wamekaa e, kwa kunyooka wanataka maslahi yaende kwa mujibu wa taratibu na sheria za kanuni ya nchi na sheria za mahusiano kazini wazifuate hizo na zifuate katika utaratibu ule na haki ipatikane. Wale ni kundi namba moja. Kundi namba mbili ni kundi ambalo yeye kiongozi anapenda sifa, ni kiongozi ambaye akisifiwa anaweza akafanya chochote, na kundi hili huwa linakuwa na nguvu sana na kundi la tatu ni kundi la kipato, kundi ambalo lenyewe linaangalia maslahi. Makundi haya matatu niliyosema, makundi mawili huwa yanaweza kuungana, lakini kundi moja huwa linatengwa, linatupwa na linapotezaka kabisa uwepo wake. Kwa namna hii tunavyozungumzia kiongozi, tuo nawaweka kwamba tuna uwezo wa kufanya jambo ambalo kiongozi awe ni kiongozi ambaye amekuja pale kwa mujibu wa taratibu na kanuni na sheria za nchi, na pia awe ni mtu ambaye amejikana, kwa maana atakuwa tayari, hawezi kupokea rushwa, hawezi kushawishika, hawezi kwenda kujiungamanisha na wale ambao tuenda kutafuta haki zao, haki zetu, ama tutumie lugha ya kwamba, asitumie slogan ya kwamba ukishindana nao ukishindwa, ungana nao. Hii ndio slogan, ni ngumu sana ya kiongozi. Lakini yote kote niseme, niseme kwa kumalizia kwamba haki ya madereva iko mikononi mwa madereva mwenyewe. Hakuna malaika wala nabii wala mtume ambaye atasimama au mkiongozi wa serikali ambaye atasimama kwa asilimia mia moja kwamba atakwenda kutetea tasnia ya madereva na ikasimama katika muktadha ule unaotakiwa, haitowezekana. Kwa hiyo nataka kusema tena, haki ya dereva iko mikononi madereva mwenyewe akiamua inapatikana kuu. Ndio ujumbe wangu wa leo, na wakati unatafuta kiongozi pia tukae tukipata na slogani ya kwamba haki ya dereva iko mikononi mwa dereva mwenyewe. Asante sana. Lakini eh, kaka yangu umezungumza kwa majina, anaitwa Rajabu Moshi Shabani eh, ume, mwisho umemalizia kwa kusema haki ya, ya, ya, ya, ya, ya dereva iko kwa dereva mwenyewe. Naam. Lakini kumbuka kila muunganiko lazima uwe na kiongozi. Naam. Eh, kwa sisi tuliokulia vijijini ama maporini eh, tunasoma tabia ya, ya, ya, za, za viumbe baadhi baadhi. Eh, kuna wale viumbe ama mchwa nizungumzie, naam, mchwa tu mwenyewe ama yule mdudu mchwa, ana kiongozi ana malikia wake, na wanamlinda wanamjali, wanamsamini eh, eh. Sasa iweje sisi madereva tunakosa tuna kuwa na kiongozi ambaye tunaweza kumlinda tunaweza kumthamini. E, umezungumzia makundi mawili hapa ama matatu katika uongozi, lakini e, nilichong'amua kuna, kuna tamaa ama kuna, kuna wachumia tumbo katika hao viongozi naam. Sasa yote hayo hatuwezi kuyakataa wala kuyakwepa. Sasa tufanye vipi ili tuweze kumpata kiongozi ambaye tunaweza kumsimamisha mbele katika hizi harakati zetu? Jambo e, la kwanza madereva, lazima tukubali kuongozwa. Jambo la pili, lazima tuheshimu wanaotuongoza. Jambo kubwa kuliko lote ni discipline au nidhamu mm. Nitoe mfano huu mdogo, nafikiri utanielewa. Wenzetu wa bodaboda wana mtu wao wa nidhamu, ama wana discipline katika uongozi wao, kwa maana mwenyekiti, katibu, mtunza fedha na viongozi wengine ambao wanaandaa huko wanafikia kwamba wakisema nauli yetu ni shilingi mia tano hakuna mtu atakayebadilika ama atakayepaki hapa. Lazima awe na kitambulisho cha kupaki hapa, hakosi kitu hicho. Sisi madereva tunashindwa kwa sababu ya kutokuwa na nidhamu ya hii kazi. Niliwahi kushauri siku moja katika grupu hili la Tanganyika driver haki usawa na wajibikaji ni kwamba tutafute namna iwe mvua, iwe, iwe jua, tutengeneze kwanza nidhamu ya kazi hii ya udereva. Tunaitengenezaje? Tutengeneze kiongozi ambaye anaweza kusimamia nidhamu, kwa maana dereva tunaweza kumwajibisha sisi wenyewe, tunaweza kuwajibishana kupitia kiongozi wetu wa nidhamu, tunaweza kumwajibisha kupitia kwa tajiri yake, tunaweza kumwajibisha kupitia TRA kwa maana kuishikilia leseni yake tunaweza kumwajibisha endapo atafanya kitendo chochote ambacho kitaasiria kita ima uvunjifu wa amani, ima usafishaji usababishaji wa ajali, ima uendeshaji wake mbovu. Kienda mbali zaidi ni kwamba ifikie mahala tuweze kummanage na dereva moja, asinywe pombe akiwa katika maeneo yake ya kazi. Kwa mujibu wa sheria na ina, ni makosa kunywa pombe kazini, ni makosa. Dereva hatakiwe kunywa pombe kwa namna yoyote ile. Jambo la pili, dereva anatakiwa awe comfortable katika kazi yake anayofanya. Dereva anatakiwa alipwe stahiki zake zinazozitahili zote, posho, allowance, maana chakula, mavazi ya kulala, na namna ulinzi wa gari na vile eh, kwa mionekano wako aone ametoshe, ametoshelezwa kiasi fulani kwamba atafanya kazi bila kuwa na stress katika. Lakini kaka yangu eh, kiongozi wangu Geoffrey umezungumzia hapo kuwa na, kuwa na discipline ama ku, kupeana discipline. Eh, kipindi cha kati hapa, kama miaka miwili ama mmoja na nusu ama mitatu hivi, kulikuwa na kikundi naweza nikasema, ama watu fulani waliojiungana na kusema kwamba wanatoa discipline kwa wale madereva ambao wanaendesha gari kwa lafu wanaendesha gari eh, kwa kufata taratibu wanafanya hiki na kile ambavyo vitu vibaya. Kulikuwa na kile kikundi cha kupeana discipline hichi, kimeenda na kimeishia wapi? Kama unaweza kukielezea kukia, kiukweli, kupanga ni kuchagua na kuchagua kuchagua lilo jema. Kwa maana hiyo hiyo, kama kilikufa, ina maana kilikosa sapoti. Mnalolizungumza mimi ni kwamba tuna e, tunaulizi shirikishi katika mikoa miji yetu tunamoishi, tunasungusungu katika miji yetu tunayoishi, na serikali inatambua kwamba tunasungusungu mm. Sasa kwa nini sisi madereva tusijitengenezee sungusungu yetu, ambayo sisi tuanze kujiwajibisha wenyewe badala ya kuwajibishwa na jeshi la polisi, kwa maana adhabu zianze kutoka kwetu, tuanze kujitangua sisi, tuanze kujua hiki ni kibaya, na kwamba mtu aseme siwezi kufanya kwa sababu ni kibaya na akianza hivyo mmoja na wapili akafuata na watatu akafuata, na maana disiplini kisha kuwa imetawanyika ikawa sawa. Ina maana kazi hii tukisema mguu pande wote watafungua mguu wa kushoto, watafungua mguu wa kulia, kuliko iko kama sasa hivi ni holelaholela. Kinaanzishwa kikundi, hakijulikani kimetoka wapi, kimeanzishwa na nani, ni nani amwazirishi, na natakata nini? Ni tatizo. Kwa mujibu wa taratibu tunaanzisha kundi letu la nidhamu tunakwenda wizara ya mambo ya ndani, tunakwenda kuomba kibali cha kwamba sisi ni walinzi shirikishi, upande wa trafiki, usalama barabarani. Tunaomba kibali, kwa maana tunataka kujiwajibisha sasa sisi wenyewe kwanza, kabla tujafikishieni ninyi yale makosa madogo madogo, kwa sababu tunakuwa tunakuwa ndani ya kazi, tuko field muda wote, tuko kazini. Na nilisema lugha yangu moja, kama nitakuwa sijui, kama nitakuwa nimetukana, mtaniwie radhi. Nilisema dereva ni sawa, nakwenda chooni. Huwezi kumtuma mtu, lazima dereva uhusike, yani uwajibike, uwajibike. Kumana kwa maana hiyo maana tukiwa na e, kiongozi wa nidhamu ambaye atakuwa perfect.